Miongoni mwa viongozi waliokuwa vipaumbele katika kujali maslahi ya Afrika na Waafrika ni Kwame Nkrumah aliyekuwa rais wa kwanza wa Ghana, aliyepambania uhuru wa nchi yake na kuweka rekodi ya kuwa Ghana nchi ya kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kupata uhuru kamili barani Afrika. Ghana ilipata uhuru wake tarehe 6 mwezi wa tatu mwaka 1957 kutoka kwa wakoloni wa Uingereza, lakini kiongozi huyu makini alipinduliwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na sita mwezi Februari. Je, ni kwa nini? Mimi naitwa Daniel Vincent, endelea kuwa nami. Karibu. Kwanza tufahamu kidogo historia ya Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah alizaliwa tarehe 21 Septemba mwaka elfu moja mia tisa na tisa huko Kroful, Ghana. Alisoma nchini Ghana, kisha baadaye kwenda nchini Marekani katika chuo kikuu cha Lincoln University akisomea bachelor na masters na pia alisoma katika chuo kikuu cha Pennsylvania akichukua sociology na anthropology. Akiwa nchini Marekani, alishiriki sana katika harakati za watu weusi na haki za kiraia. Mwaka 1945 alienda London kushiriki katika Pan African Congress iliyofanyika Manchester, ambayo iliweka msingi wa kudai uhuru barani Afrika. Mwaka 1947 Alirudi nchini Ghana na kujiunga na chama cha United Gold Coast Convention, yani UGCC, lakini baadaye alianzisha chama chake kilichoitwa CPP, yani Convention People's Party. Chama hiki kilikuwa na kauli mbiu iliyokuwa ikisema self government now. Nkrumah aliongoza maandamano ya kupigania uhuru na shirika la kisiasa dhidi ya wakoloni. Na wananchi wengi walimuunga mkono hadi kufikia tarehe 6 Machi mwaka 1957, Ghana ilipata uhuru kamili toka kwa Uingereza, na yeye Kwame Nkrumah akawa waziri mkuu tangu hapo mwaka 1957 hadi mwaka 1960. Mwaka 1958 kuanzia tarehe 5 hadi 13 Desemba ulifanyika mkutano wa Pan African Congress jijini Acra nchini Ghana. Mkutano huo ulifahamika kama All African People's Conference, yani AAPC. Mkutano huu uliongozwa na Kwame Nkrumah ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huu, ambapo malengo makuu ya mkutano huu ilikuwa ni kama yafuatayo: moja, kuunganisha vuguvugu la ukombozi barani Afrika; mbili, pinga ukoloni na ubaguzi wa rangi yani apartheid. Tatu, kujadili njia na harakati za pamoja ya kidiplomasia hata vita vya ukombozi. Na nne, ni kubadilishana uzoefu kati ya wanaharakati kutoka nchi zilizokombolewa na zile zinazoendelea kupigania uhuru. Viongozi wengine waliohudhuria ni Tom Mboya kutoka Kenya, Patrice Lumumba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kipindi hicho ilikuwa ikiitwa Belgian Congo. Mwingine ni Holden Roberto kutoka Angola. Mwingine ni Julius Nyerere kutoka Tanganyika, japo baadhi ya vyanzo vinasema ya kwamba hakuenda yeye mwenyewe ila alituma mwakilishi. Mwingine ni Mwalimu Hastings Banda kutoka Malawi iliyokuwa ikiitwa Nyasaland. Mwingine ni America Cabral kutoka Guinea Bissau na Cape Verde. Mwingine ni Sekou Toure kutoka nchini Guinea. Mwaka 1960 Nkrumah akawa rais wa Ghana kutoka kwenye nafasi ya waziri mkuu aliyoshikilia tangu mwaka 1957. Nkrumah alijulikana sana kwa falsafa zake za Pan Africanism, yaani wana majumui, lakini pia African socialism, ujamaa wa Kiafrika. Aliamini katika kuunganisha Afrika na kwamba Afrika iwe taifa moja lenye serikali moja. Fikra za Nkrumah katika kuiunganisha Afrika zilikuwa halisi na za kivitendo, kwani katika kudhihirisha hilo, Nkrumah aliyeoa mwanamke kutoka Misri, mwanamke wa Kiarabu asiyemfahamu, aliyeitwa Fathia Rizki, aliamini sana katika kuunganisha Afrika, hivyo alianza yeye mwenyewe kwa kuoa mwanamke kutoka taifa jingine. Pia Nkrumah alijulikana kwa kupinga ukoloni na ubeberu, yani neo-colonialism. Pia alifanikiwa kuandika vitabu maarufu kama vile Africa Must Unite, Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism na Consciencism. Changamoto kubwa aliyepitia Nkrumah katika uongozi wake ni kudorora kwa uchumi na upinzani mkali toka nje hasa mataifa ya kibepari ikizingatiwa kuwa yeye aliamini katika mfumo wa ujamaa. Tarehe 24 Februari mwaka 1966 akiwa kwenye ziara nchini Vietnam, jeshi ilifanya mapinduzi yaliyofahamika kama Operation Cold Chop na kumngoa madarakani. Siku nyingine tutazungumza kwa undani kuhusiana na mapinduzi haya. Baada ya kupinduliwa, Nkrumah aliishi uhamishoni nchini Guinea ambapo alifanywa rais mwenza wa rais Ahmed Sekou Toure. Aliendelea kushiriki harakati za pan-Africanism hadi kifo kilipomkuta huko jijini Bucharest nchini Romania tarehe 27 Aprili mwaka 1972. Huyu ni shujaa, rais wa kwanza wa Ghana Kwame Nkrumah, aliyeamini katika kuiunganisha Afrika na kuwa nchi moja, japo baadhi ya viongozi wengine hawakuamini kama yeye alivyoamini. Mimi naitwa Daniel Vincent, tafadhali endelea kuwa nasi ili uweze kujifunza mengi zaidi. Usiache kushare, lakini pia kuacha komenti yako. Asante.